Bura, Mwazambo, Mwazambo, he, Mwazambo. Kwanza ni shukuru sana Coast Water, na serikali ya Rais William Samoei Ruto. Mimi tangu nizaliwe sijaijua kwamba kuna siku serikali kuu inaeza leta mradi hapa Mwazambo. Tangu nizaliwe sijaijua kwamba Coast Water. Mnajua Coast Water yani hizi kaunti sita zote za pwani zikishikana yule mwenye anasimamia masuala ya maji anaweza acha shughuli zake zote akuje hapa Mwazambo. Sisi ni miujiza jamani. Sasa mimi naomba watu wa Mwazambo, huyu mtoto mwenye tumepewa leo hapa, tumtunze. Namna hiyo ni mzogore, na tukimkuza, akuwe mkubwa atapata kuzaa wengine na wengine. Na mwisho kabisa to the team of Coast Water. Haya masuala yamekuwa raise na komiti, mimi nimesikiza na kwa sababu mimi ni spika wa vijana katika bunge la ukanda wetu wa Pwani, mimi Rojango kama Rojango mwenyewe, na kwa sababu niko na ambitions huko mbele ya kuwakilisha nyinyi watu wa Bura, ikiwa cost wote mtalemewa na hii budget hii ya kutengeneza hizi stands na stand, majaliwa wa Mwenyezi Mungu na upendo wa hao watu, wakinichagua niingie pale bungeni, basi ule mradi wa kwanza kabisa nitakuja kuboresha hii mali tuweke tuweke hiyo hizo usiona panels tuzitandishe juu, tuongeze matanki ndio, ili maji yafike kila mahali, si namna hiyo? na zitakuwa tumesulisha hiyo. Kwa hivyo nyinyi mkishindwa, msinyamazi, mnatuambia sisi kina Roja yangu ndio tuweke kwa budget. Na jambo la pili ni lile lenye SCC amesema kuhusiana na mradi wa nyota program, vijana tulizunguka tukawimba wimbo wa nyota program lakini cha kushangaza ACC ni kwamba baada ya wale watu kuona messages zimefikia kwa wengine, mimi simu yangu haijatulia, kila siku vijana wananiuliza itafunguka itafunguka ama itafunguka? sasa peke yangu na peke hapa nataka niwatume pale kwa vijana. Kwa kwa mwambie kwamba this this is the first cycle. Hii ni mradi wenye unakuja mara kwanza lakini unaenda kwa miaka mitano. Kwa hivyo akisikia mradi wote wa serikali umetangazwa, wasilalie masikio this time round. Na ile shilingi elfu hamsini yenye yetapeanwa wakuja wa invest huku na ili tupate kazi. Na kwa sababu umetuchallengi tuzaane, mimi pia nataka mkuchallengi kwa sababu juzi ni kiregister sha aaa na mimi Mwisho kabisa Coast Water, nataka kusema hivi, tumeona mkijenga ma dams huko kwingine katika kaunti zingine. Hapa Taita Taveta tunapenda sana ukulima lakini zile dams, they, we have not tapped the surface runoff water. Kwa hivyo tunaomba wakati mnapitisha ile budget ya Coast Water mtuangalie na jicho la huruma, kama mzima tu imekua na kidonda imekua imeshindikana basi mtuletee ile budget inayopatikana kidogo, na kwa sababu mwamba ngumu vutia kwake, sisi Wabura hapa Wabura tunaweza tafuta mahali ambapo mnaweza weka dam, ndio ile hao wakulima hapa wa irrigate mashamba yao. Hii ikuwe kama Ipara kitambo, si namna hiyo? Ikuwe Ipara sajandi kwetu. Kwa hivyo ikiwa kama Ipara watu watafanya ukulima na kila kitu. Kwa hayo mengi, asanteni sana, na mkumbuke jina ni Kijana Mwepesi, kijana Rogers Ngo. Natokea pale Sanga madukani kwa Vendigodi na leo hii nimeona nikuje hapa Mwasambo pia, mimi nishuhudie haya mambo, na hivi nikirudi huko, tunakubaliana kwamba huko juu kwa Ruto ni tutam, tunakubaliana kabisa. Na mnajua huyu mama mboga huyu alichaguliwa na rais William Samoei Ruto, unakubaliana na hiyo, atajisemea haya. Kwa hivyo akifika hapa sasa kusemea hiyo, na mzidi kumwambia rais pia kumbuke vijana, ndio ile hata hapa Mwasambo tupate appointment ya, ya kijana champion sana